Ndugu wananchi, niendelee kuhakikishia kuwa serikali inayoongozwa na Dkt. Samia Suluhu Hassan itahakikisha inaendelea kuweka mazingira bora ya huduma za afya ikiwemo kuwasogezea huduma za bingwa na bingwa bobezi kama tunavyoshuhudia leo. Huduma hii ni muhimu sana kwa mkoa wetu. Hii ni kwa sababu mkoa wetu kupitia takwimu za kitaalamu inaonyesha tunakabiliwa na changamoto ya magonjwa ya shinikizo la damu na kisukari kwa kiwango kikubwa. Hivyo nitumie fursa hii kuwaomba wananchi kuzingatia maelekezo ya wataalamu juu ya kujikinga na magonjwa ya moyo, ambayo kwa kiasi kikubwa yanazuilika kwa kubadili tabia zetu za ulaji wa vyakula bora na kuendelea kufanya mazoezi. Hapa tunahudumia sio watanzania tu, tunahudumia wa Malawi, tunahudumia mpaka wa Msumbiji. Mheshimiwa, kwa nikuwa sifahamu kwamba hata wakuu wa wilaya za kaskazini mwa Msumbiji huwa wanakuja kutibiwa hapa. Wana, wakifika pale Mkenda wanapaki magari yao wanapanda mabasi kuja kutibiwa hapa. Watu hawawezi kutoka nje ya nchi, hasa viongozi, kama hamuna standards katika tiba. Hii ni kwa sababu ya uongozi bora wa Dokta Samia Suluhu Hassan, lakini kwa sababu ya maamuzi aliyoyafanya ya kuleta huduma na vifaa vya kutosha, lakini pia na uongozi mzuri wa watumishi hawa ambao kuanzia mfagizi mpaka daktari wanaheshimiana na wana umoja mkubwa. Shukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dokta Samia Suluhu Hassan kwa kuwezesha upatikanaji wa vifaa vya kisasa zaidi miundombinu bora na wataalamu bobezi katika hospitali yetu ya Benjamin Mkapa na hivyo kutuwezesha kuweza kufika katika maeneo mbalimbali ya ndani na nje ya Tanzania katika kulenga kutoa huduma hapa. Mheshimiwa mgeni rasmi, tuko hapa leo mkoa wa Ruvuma. E, tumekuja kutoa huduma kwa wagonjwa wa moyo watoto pamoja na wakubwa ikihusisha huduma za kibingwa bobezi kama ilivyo kama alivyotangulia kusema, eh, Dr. Majura. Hospitali ya Benjamin Mkapa ina jukumu la kuhakikisha inapeleka huduma zake katika jamii ambayo iko nje ya mkoa kwa ajili ya kuendelea kutoa huduma stahiki kwa wananchi ambao wanapatikana huko. Huduma hizi pia, Mheshimiwa rasmi eh, kuwajengea uwezo madaktari wetu na wataalamu wengine ambao wanakuwa katika hospitali hiyo na kuweza sasa kuongeza tija katika kuwahudumia wagonjwa na wananchi waliopo katika eneo hilo. E, Mheshimiwa mgeni rasmi, pia hospitali ya Benjamin Mkapa imekuwa ikifanya e, ikitoa huduma za kitiba utalii, ambapo pia tumekuwa tukivuka hata nje ya mipaka ya Tanzania na miezi michache hapo nyuma tuliweza kufika katika nchi ya Burundi na tuliweza pia kuhudumia wagonjwa zaidi ya elfu mbili. Sambamba na hiyo, pia tunahudumia mpaka sasa kwa kushirikiana na wadau wengine e, wagonjwa kutoka katika nchi ya Uganda, Burundi, Kongo, Komoro ambapo pia wataalamu wetu wameweza kufika huko katika majuma machache yaliyopita kwa ajili ya kupeleka kambi ya matibabu.